Asiku ya Jumatatu mpaka a Ijumaa tupo mdani, Idris Habib pamoja na mimi Georgina Mwasato, na sasa ni wakati mzuri zaidi kuangazia yale ambayo ameweza kujiri nje ya mipaka ya Tanzania. Kuna nini ambacho kinaendelea huko, Idris? Tuangalie hiki ambacho kinaendelea sasa hivi kati ya taifa la Iran pamoja na Marekani. Israeli kidogo tumweke pembeni atulie. <laughs> tumzungumzie Irani pamoja na Marekani kwa sababu tunajua mashambulizi ambayo yaliweza kufanyika katika taifa la Irani, ambapo ilikuwa ni siku ya kuweza kuamkia Jumapili, Marekani aliweza kushambulia hapo na tukaweza kuona uh, mitazamo tofauti tofauti, baadhi ya watu wakiweza kuzungumza, kila mmoja alizungumza kwa mtazamo wake kwa hiki ambacho kinaendelea sasa hivi, kila mmoja akisema, kwa nini Marekani ameweza kuingilia vita ambayo imuhusu wengine? Akisema mm. kwa nini Marekani ameamua kuweza kuonesha moja kwa moja kusema kwamba mimi namuunga mkono Israeli? Sasa kama ni vita vita, mura watu watu, <laughs> watu, watu, wanazungumza hivi. Kwa ni kwamba taarifa ambayo wameweza kutoka ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump, yeye amesema kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli pamoja na taifa la Iran yapo, na akasema itakuwa ni saa 24 zijazo. Mm. Kwa hiyo tutegemee kwamba mapigano ambayo yatakuwa yanaendelea kati ya mataifa mawili basi kuweza kutamatika. Lakini hata hivyo akaweza kuhusu akisema kwamba uh, kuhusiana na mashambulizi ambayo taifa la Irani yaliweza kuyafanya katika taifa la Qatar katika jeshi la jeshi la Marekani ambao wameiga kambi huko, mm. Yeah. Akasema kwamba kwa upande wake yeye walikuwa na taarifa hizo kwamba Irani wataenda kushambulia kwa hiyo akasema kwamba hakuna maafa yoyote ambayo yaweza kutokea, hakuna uharibifu wowote ambao waliweza kutokea kwa sababu waliweza kupatiwa taarifa mapema. Kuna kitu mm. cha kuweza kujiuliza, mimi nataka nikushambulia wewe Idrisa, nikupa taarifa, enda kupa taarifa Idrisa kwamba Idrisa, mimi nakuja kushambulia kwako, yaani hapo inakuwa vipi? lakini akuja kuangalia hii ni, ni taarifa ambayo imeweza kuegemea upande mmoja peke yake. Ni taarifa ambayo imeweza kutoka na rais wa Marekani peke yake Donald Trump. Upande wa wa Iran hawajaweza kuzungumza, yes. Lakini hata upande wa Israel na wenyewe hawajaweza kuzungumza na kuna baadhi ya video ambazo zilikuwa zinasambaa katika mtandao ya kijamii, uh, uh, Idrisa zilikuwa mm. zinaonyesha taifa la Israel ambapo lilivyokuwa kabla Yes. ya huu mgogoro wa vita Mm. na na Iran katika kuweza kushambuliana, kwa sababu mpaka leo ni siku ya kumi na mbili wanashambuliana, wakawa wanaonyesha ilivyokuwa, na sasa hivi yani hali okay. ipoje? Hey. Unakuja wow. kwa ni kwamba uharibifu uh, mkubwa zaidi umeweza kufanyika katika taifa la Israel, lakini kuna baadhi ya watu wakawa wanasema sasa hivi uh, Israel nguvu zake zote anazipelekea kwa Iran. Huko ameweza kusahau kuna kikundi cha Hamas ambacho Yes. kinapatikana Palestina. <laughs> Wakati yeye alikuwa anasema kwamba aruhusu misaada ya kibinadamu kuingia katika taifa la Palestina hususan katika ukanda wa Gaza, akiamini ni kwamba kuweza kuruhusu misaada hiyo inakuwa ni moja wapo ya njia ambapo kikundi hiko cha wa, kikundi hiko cha Hamas kinakuwa kinajipanga upya kushambulia Israel. Yes. Vipi kuhusiana na sasa hivi nguvu zake zote anazikusanya kwa Iran. Je, Hamas na wenyewe kwa watakaa kimya? masa yakuweza kujiuliza, lakini sasa hivyo vipi, kuhusiana kwa hiki ambacho rais wa Marekani Donald Trump alikiweza kuzungumza akisema kwamba saa 24 zijazo tutegemee mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya <laughs> Israel pamoja na Iran unaenda kutamatika. Lakini tukumbuke kwamba tukwa siku ya jana, ambaye ni waziri wa waziri wa ulinzi wa wa, wa, wa Iran alienda kutembelea katika taifa la Urusi na kuweza kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin na kuweza kuzungumza. Walienda kuzungumza kitu gani? Cha kwanza kwa sababu hajaweza kuongea mpaka sasa hivi kama bwana mimi nimeenda kwa tumezungumza tumeafikiana hivi <laughs> na hivi hajaweza kuweka wazi lakini hata hivyo unakuja kwa kaiki ambacho rais wa Marekani Donald Trump ameweza kuzungumza bila pande hizi mbili kuweza kusema kweli labda sisi tunataka kukaa chini kuweka makubaliano kuweza kuafikiana Israel inaweza akakubali mimi ninavyoona hivyo kwa mtazamo wangu vipi kuhusiana na Iran atakubali